Yes, popote pale ulipo nipo katika viunga vya viwanja vya Leeds. Kuna mtanange wa kirafiki katika kujiandaa na mashindano ya UK Swahili Football Bonanza yatakayofanyika hapa Leeds. Leo kuna mechi ya kirafiki kati ya watu wa Leeds na watu wa Newcastle. Kwa hiyo baki nami nikuletee dondoo ndogo ndogo dondo kabisa za mechi hii upate kuona vile vile, katika mechi hii nasikia Sheikh Rashid Al Shukery na Sheikh Alfan wamealikwa na watakuwa moja katika participators, watacheza na watatueleza wanasemaje kuhusu football mwananza ambayo inafanyika tarehe 31 Mei, na vile vile watuelezee jinsi gani vijana wetu waendelee katika kujiongeza katika michezo. Baki nami, naitwa Omar Hussein, Swahili Media Network. wapendwa watazamaji popote pale mlipo duniani Asalamu As alaykum wa wa rahmatullahi barakatuh. Tukiwa katika jiji la Leeds hapa nchini Britania tukiwa katika Academy Trinity Academy Trinity Leeds hapa. Uh, Waislamu ndugu zetu wa Leeds wameona kwamba kwa mujibu wa mafitina mbalimbali mbali ambayo yapo katika nchi hizi, walitakiwa na ulazima wa kuwashughulisha watoto hao na kile ambacho kitaweka mbali na fitina mbalimbali ambazo wewe mtazamaji unazijua ambazo zipo katika nchi hizi na katika Academy hii wanapokea watoto kuanzia miaka minane mpaka utu uzima, ikiwa na maana watoto hawa sio kana kwamba wananyimwa hadhi yao kusoma dini. Ipo senta pale ambayo inawapokea kufundisha fiqhi, yeah, aqida, Qurani. Ina maana wamejipanga vizuri watu hawa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa namna ambayo inamwacha mtoto huyu saa zote ameshughulika na mambo ambayo yatakamfaa yeye kwanza lakini pia yataifaa tarehe 31 mwezi wa tano kutakuwa kuna mashindano Yese, mbali, mbali wapu, zetu, ona, ona, ona ya sehemu mbalimbali ambazo wapo ndugu zetu ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili. Kwa maelezo zaidi kuhusu mashindano haya, kuna miago hapa Ami Imran uh, Al Mazui naye ana, ana laki la kusema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi tumefurahi kwa ujio ma wa maziko wetu, sio wetu, sio rasmi. Tuko naye hapa, kaingia hapa kwenye mechi yetu leo, ambayo ni Leeds, na sisi wenyeji, na Newcastle, pia waswahili hapa. Anacheza nusu bila nusu. Tumefurahi sana na kama alivyomsikia shoheri Upo katika kuwalinda watoto wetu na Mwenyezi Mungu, inshallah Mwenyezi Mungu inshallah atuongoze no. Tunakumbusha watu wote wa UK na no. nje ya UK yeah. kupata tarehe 31 mwezi Mei inshallah yeah. 2025 tutafanya yeah. Swahili UK Bonanza yeah. yeah. ambayo tunaitangazia. Tutakuwa hapa Leeds sisi ndio ndo tuna host mashindano haya na tutajumuisha jumuiya yeah. mbalimbali kutoka kwa UK. ya yeah. yeah. kwanza Glasgow, Scotland, ya yeah. yeah. yeah. pili Newcastle, ya yeah. tatu Leeds wenyeji ya yeah. yeah. nne Leicester ya yeah. tano

navyoona vijana wa Newcastle wapo tayari, wataleta upinzani.

Kama, kama tulivyoambia Sheikh Rashid, mnaona ananyoosha kwa hiyo leo atapata dakika like zake mashallah <laughs>

Imamu wetu kiraka bwana, kila pahali ana fiti, au kila pahali yupo, sio sio? Anambia dhuri kuna shughuli anambia. Sasa sijui kama kishamaliza au vipi. Ah. Basi poa, shukran sana.